Bismillahi rahmani rahim. Assalamu aleikum, vipi hali zenu? Karibuni tena katika chaneli yangu, na leo, resipi yetu ya leo nakwenda kuonyesha jinsi ninavyopika pasta za nyama, ama wengine wanaita makoronya. Karibuni. Kwa hiyo, kwa kuanza, tutaanza kuchemsha maji, utaweka chumvi maji yako, utawacha mpaka yachemke na baada ya maji yako kuchemka sasa, utachukua pasta hizi. Pasta zipo za dizaini nyingi, pasta wengine wanaita spaghetti wengine wanaita makoronya, vyovyote vile. Na mfuko wetu hapo umeandikwa dakika 11 kwa tutakwenda kuchemsha kwa dakika 11. Wakati wa kuchemsha, hakikisha uwe makini sana, usikiiva sana, hizi pasta zinakuwa mbaya. Kwa hiyo jitahidi usizivishe sana, ziive kwa mujibu dakika zilizosema. Na sasa hivi zipo tayari kama tunavyoziona. Sasa nitakwenda kuzimwaga maji, na baada ya kuzimwaga maji utaotia maji ya baridi. Maji ya baridi zitasaidia zisiendelee kuiva wala zisigandane zikawa vile kama katikate. Kwa hiyo utatia maji baridi, utazikoshakosha halafu utaziweka pembeni, tutaendelea na step nyingine. Katika pan hapa nimeweka mafuta ya kupikia vijiko vya chakula vitatu naweka kitunguu maji nilichokikatakata. Baada ya kuweka kitunguu maji utakipika mpaka kilainike, jitahidi kisibadilike rangi. Baada ya hapo sasa nitaweka carrots nilizo zikata vipande pande, na kama una pilipili boga pia unaweza ukaweka hapo. Halafu nitaweka thomu na tangawizi nusu kijiko cha chakula, nitapika kama dakika mbili. Baada ya hapo, nitaweka spice, na kwa spice natumia uzile black pepper pamoja na dania ya unga. Kwa wale wasiojua uzile uzile ni cumin powder. Nitapika spice zangu kwa dakika mbili, ni muhimu spice kuikaanga. Baada ya hapo, natumia hii a, tomato. Hii ni tomato ya kununua fresh lakini kama huna hii, utatumia tomato za kawaida, utazi blend kwenye blender na pia uta add kidogo sana tomato puree, like a half spoon ya tomato puree. Ila hii ninayotumia mimi ipo ipo imechanganywa tomato fresh pamoja na tomato puree, hii ndiyo nilotumia mimi. Baada ya hapo, nitaweka chumvi baada ya kuweka chumvi nitaacha kama dakika nne ili tomato yangu iive tomato ni vizuri kuiva tomato ukiwa haijawiva chakula chako hakiwi kitamu. Kwa ni muhimu tomato kuipa muda iive. baada ya tomato yangu kuwa imeiva sasa hapa nitakwenda kuweka nyama ya kusaga hii nyama ilibakia ni left over. ilibakia katika uh, jana nilipika sambusa kama uliona video yangu ya sambusa. Kama hujaiona, unaweza ukasearch hapo Fau Delicious sambusa za nyama, nimeposti sambusa kuo. Ndio nyama hii ilibakia, ndio naipikia leo makoronya. Ila wewe kama utakuwa huna nyama iliyobakia, utanunua nyama yako ya kusaga, utaichemsha na thom na tangawizi na wakati wa kuchemsha usiweke maji, uchemshe tu na thomu na tangawizi na spice unazozipenda. Baada ya hapo, hapa sasa natia hii supu pia ya nyama, ila hii supu sio lazima. Wewe hapa, kama huna supu, utatia tu maji ya kawaida, utatia maji kama nusu kikombe, kwa sababu unatakiwa mchanganyiko wako uwe kama hivi na maji kama hivi. Kwa hiyo utaweka maji nusu kikombe, ila kama na wewe una supu unaweza ukatia supu na sasa baada ya hapo, tutamimina pasta zetu, tunaziona eh? hazijawa laini, hazijagandana kwa sababu tulizikosha kwa maji ya baridi. Kwa hiyo utatia pasta na baada ya kutia pasta hapa utachanganya kwa dakika mbili tu, na chakula chako kitakuwa tayari, kwa sababu tayari kila kitu kimeiva. Aa, spaghetti zetu zimeiva, nyama yetu tayari imeiva. Kwa hiyo hapa tunachanganya tu ili pasta zetu ziingie, um, ziingie sosi yake ndani. Na sasa kama tunavyoziona zipo tayari, mimi nitamalizia kuweka dania, ama wasojua dania korianda, kidogo tu kupendezesha na kuleta ladha nzuri na harufu nzuri ya chakula, na tayari pasta zangu zitakuwa tayari. Utasavu pasta zako na ukitaka uenjoy pasta, tengeneza na salad pembeni, utakula mpaka utagaragara. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, matumaini yangu mumeenjoy msisahau ku like ku comment, pamoja na kushare na mwawapendao. Ramadhan Karim, waswaumu makbul. Shukran.